Na ukanda wa Gaza tunaweza kusema kwamba hali bado si shwari kutokana na matukio mbalimbali yanaendelea kushuhudiwa kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, mapigano ama vita vikiwa vinazidi kuchachamaa. Miongoni mwa mambo ambayo yanaendelea kujitokeza kwa hivi sasa, kuna takriban mambo matatu. Moja, tumesikia na kushuhudia mchakato ambao Israel inasema inao wa kutenga um, Ma, maeneo maalum ya makazi ya, ya walowezi, lakini wakati huo huo bado inaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali mbali ya Gaza na wakati huo, huo tunamsikia rais wa Marekani akisema kwamba mazungumzo kati ya Hamas na Israel ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na usitishaji wa mapigano yale, ule mkataba uliopo unakaribiwa kufikiwa. Haya na mengine mengi, ndio ambayo anatufanya tuiangalie Gaza kwa nini tunaendelea kushuhudia mkwamo katikati ya mazungumzo na harakati mbalimbali zinazofanywa. Mimi ni Raymond Yamehula, na katika kulijadili hili tunaye Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Rahbi, karibu sana. Shukran rai. Muda mwingi tumeweka kando Gaza kutokana na matukio mbalimbali yanaendelea mbali, kujitokeza. Yeah, kabisa. Uh, tumesikia hapa kwenye utangulizi miongoni mwa vitu ambavyo vinafanywa na Israel ni kuweka makazi mapya ya, walowezi. Lakini kabla ya kuangalia hilo na maana yake, tunapozungumzia walowezi katika ukanda wa Gaza ni watu gani hao? Walowezi naweza kusema, ni, ni wavamizi, ndio jibu jepesi kuwa mm. Hawa ni walowezi watu ambao kiasili sio wenyeji, sio wenyeji wa eneo. eh, yani, ni walowezi walio loea. Unajua kwenye ile Kiswahili ameenda mm. kuloea huko manake <laughs> sio wa kule. Yeah. Alikwenda akaenda kuloea kule. Kwa hiyo wale ni walowezi. mm -hmm. Walowezi eh, wamekuwepo West Bank kuanzia hasa ukingo wa Magharibi. Unapozungumzia walowezi manake mara nyingi watakuja hapa ukingo wa Magharibi mm wali mara ya kwanza hasa na kauli imekuwa kubwa ya ulowezi ilianza mwaka 67 baada ya vita ya mwaka 67, kwa sababu uh, Israeli iliteka eneo lote la Jerusalem uh, yote na kuja maeneo makubwa mpaka maeneo ya Sinai huku kabla ya, ya makubaliano ya Camp David na Misri mm. ya mwaka sabini na tisa ambayo yalimtoa um, Israeli kwenye maeneo mengi na katika mazungumzo yaliyokuja kukaliwa sehemu tofauti tofauti, ilibaki kuwa Israeli itabaki kulinda usalama wa eneo la ukingo wa magharibi yani, ukingo wa magharibi unapoanzia kuanzia Yerusalemu unakuja mpaka miji ya huku Khalil, Hebron mpaka huku kote eneo lote Ramallah, Nazareti, uh, yote hii ni maeneo ambayo wanasema kuwa ni maeneo ya West Bank. Sasa sheria za kimataifa zinatambua hili eneo ni eneo la Wapalestina na ujenzi wowote wa, wa eneo hili la ukingo wa magharibi unatambulika kuwa ni ujenzi haramu ambao kwa sheria za kimataifa hautambui mm -hmm. kuwa hawa wanaitwa kuwa ni wavamizi, wavamizi. walowezi mm -hmm. Sasa kumekuwa na mikakati mbalimbali mbali, ya nchi mbalimbali dunia mbali kuhakikisha kuwa hakuna nchi yoyote hata Marekani mwaka 2018 wakati Donald Trump alipotambua milima ya Golani kuwa ya Israeli mm -hmm. na akahamisha kutoka Tel Aviv mji mkuu kuleta kwa Jerusalemu mji mkuu mm -hmm. hakurasimisha maeneo ya walowezi kuwa rasmi ni maeneo ya kwa hiyo ikabaki vile. Tukirudi kwenye sheria za kimataifa zinatuonyesha tu kuwa maeneo wanaoyakalia wa Israeli ambayo yako ukingo wa magharibi ni maeneo haramu ambayo hayatambuliki na sheria zozote za kimataifa hmm. Sasa kuongeza, kumekuwa na mkakati maalum hasa kwenye hii serikali mpya ambayo ya Netanyahu, yani unaweza kusema, mwaka wa tatu sasa inavuta hii serikali. Mnajua iliingia baada ya kudondoka serikali ya kina Naftal Bennett na Yair Lapid, hii ndio ikaingia. Sasa toka hii imeingia iliingia na mkakati maalum kwa sababu aina ya mawaziri waliopelekwa kwenye kitengo hicho, wawili ambao wao hata wakati serikali za nyuma ndio walikuwa hasa wanahamasisha walowezi wajenge zaidi. Bezalel Smotrich ambaye ni waziri wa fedha waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir mara kadhaa kwa sababu ya kufadhili kwao vurugu za vijana wa Kiyahudi kwenda kuwasukuma Wapalestina, kugombana, kupokonya na nini, zilipelekea serikali za Israeli kuwakuta na hatia. Serikali ya Israeli ilishawakuta na hatia, kuwafungia, ilishawakuta na hatia ya ugaidi. Serikali za Marekani mara kadhaa zimeshawekea vikwazo hmm. Hawa mawaziri kabla hawajawa mawaziri hmm. Kwa hiyo wakati Netanyahu alipowaletea ofa ya kujiunga na serikali yao wakaona ndio fursa mm -hmm. kubwa ya kuipata ya, ya kutekeleza kile ambacho wanakiona kuwa tutaongeza makazi mapya mm -hmm. ya walowezi Ukingo wa Magharibi. Kwa hiyo Bazalel, sharti lake kwa Netanyahu lilikuwa mimi nitakuwa waziri wa fedha, nikiwa waziri wa fedha manake nitaidhinisha fedha nyingi kwa ujenzi mpya wa walowezi huyu mwenzake e, Ben Vegira akasema mi nitakuwa waziri wa usalama wa taifa. Waziri wa usalama wa taifa manake polisi inakuwa chini yake mm -hmm. kuwa ana uwezo wa kuchukua polisi kwenda kulinda ujenzi mpya wa walowezi bila kupata vurugu upande wa pili mm -hmm. Kwa hiyo wote wametumia hizo nafasi. Inatajwa kuwa mm -hmm. katika kipindi cha miaka miwili iliyopita ujenzi mpya wa makazi ya walowezi umekuwa mara, unaweza kusema kuwa mara kumi zaidi ya miaka yote ya nyuma. Yani, Israeli imechukua ardhi kubwa zaidi kwa Wapalestina ndani ya miaka miwili mm -hmm. Ukingo wa Magharibi mm -hmm. kuzidi miaka mingi ya nyuma ambayo mm -hmm. kulikuwa kuna serikali tofauti Aha. Sasa ikiwa waziri wa fedha alikuwa na hilo, na sasa anaidhinisha hizo fedha kwa ajili ya utekelezaji wenyewe kwa kuanzisha makazi mengine mapya, hii ina maana gani ikiwa eneo lenyewe kama ulivyosema linalindwa na uh, Umoja wa Mataifa pamoja na mikataba ya kimataifa uh, kwenye kipindi hiki cha vita ya Gaza? mm -hmm. Nadhani ndio tumeonyeshwa kwa uwazi sana kwa kile kinachoitwa kuwa misingi ya sheria za kimataifa kuwa ilikuwa sio halisi, yani, kwa lugha inaweza kusema kuwa misingi ya sheria za kimataifa hmm, sio halisi kwa maana utekelezaji wake sio tu utekelezaji zile sheria ambazo tulikuwa tunaambiwa rei, ukivuka pale utakutana, hmm, na hiki. Hiki ukivuka hapa utakutana na hiki, tumeshuhudia kuwa sio halisi, kwa sababu katika kipindi hiki ndio tulichoshuhudia kuwa mahakama ya ICC inatoa waranti na yenyewe inawekewa vikwazo na yenyewe inafungiwa leo hii akaunti zote za ICC zimefungiwa na Marekani. mm -hmm. Uh, Karim Khan kapewa kesi mpya hivi sasa ya kuwa alimnyanyasa mfanyakazi wake kwenye hoteli, kwa hiyo katolewa, yuko nje, anafanyiwa uchunguzi. mm -hmm. lakini hata email kuingia kwenye ICC zime, ziko blocked, katika kipindi ambako tuliamini kuwa mtu anapokosea akipelekwa hapa anaenda kupata haki. Unakumbuka kina Ruto una mm -hmm. na mwenzake elfu mbili na saba wamekwenda, tumeona kina Bagbo, tumeona watau. hata Putin ilikuwa kawaida. Kwa hiyo kipindi hiki ndio tumeshuhudia kabisa kuwa kile ambacho tulikuwa tumeaminishwa kuwa kuna sheria zinafanya kazi ilikuwa ni kama kumbe, zinafanya kazi kwa wengine ila kwa wengine haziwezi zikafanya kazi. Kwa hiyo tunaposema kuwa haya maeneo yanalindwa mm -hmm. na sheria na mikataba ya kimataifa, bado hiyo mikataba, mbona haichukui hatua? Yani mbona, kwa sababu tunazungumza, sio swala la jana mm -hmm. au la juzi, tunazungumza ukaliaji wa zaidi ya miaka sabini na saba hivi sasa au tukisema ukaliaji wa West Bank nitoka mwaka 67. zaidi ya miaka 57 ukaliaji uko pale. Sasa, kwa nini hakuna hatua ambazo asa zinachukuliwa? Ukirudi moja ya vifungo ambavyo vilikuwa kwenye mkataba wa Oslo mwaka 93 ambao alisaini Ishak Rabin na Yasser Arafat mm, Bill Clinton mwaka 93 ambao ulisainiwa mara mbili mwaka 93 na 95, ulienda Camp David ukasainiwa, ukarudi ukasainiwa. Ule mkataba ulitaja kabisa tu kuwa Jerusalem itagaiwa sehemu tatu: Jerusalem mashariki na Jerusalem magharibi. Jerusalem magharibi ilikuwa inaeleweka kuwa ni eneo ambalo wanakaa wayahudi wengi. Jerusalem mashariki ilikuwa inajulikana ni eneo ambao wanaishi Warabu. Lakini Jerusalem, ukirudi nyuma kwenye mgawanyo wa mwaka 1948 kifungu 181 ambao kilitengeneza kinaitwa state of Israel kwa sababu Israel, state of Israel before mwaka 1947 hapakuwa na nchi inaitwa Israeli kwa mujibu wa sheria zilimu ila Israeli ikaanza kuwepo kwanzia mwaka 1948 kupitia kifungu 181 cha Umoja wa Mataifa. Jerusalem, Israeli iligawiwa asilimia 55 ya eneo, 45 wakapewa wa Palestina. Jerusalem haikugawiwa kokote, hakupewa Israeli wala hakupewa Palestina, iliachwa kuwa itafikia mbele wafanye uamuzi. Mkataba wa Oslo ukaja kuwaanisha kwa nini Jerusalem haikugawiwa, ikagawiwa katika pande tatu pande moja ikawa na asilimia 22 ambayo itaongozwa na Wapalestina 100%. Pande ya pili itakuwa na asilimia 18 ambayo itaongozwa kati ya Israel na Palestina, hizi zinakuwa 40 asilimia. 60 iliyobaki yote itakuwa chini ya Israeli. Sasa leo hii ilivyovurugwa, hakuna hizo area a b c hazijulikani zikoje, kwa sababu Israeli alichokifanya kwanza ukirudi kwenye mkataba wa Oslo hakuna utekelezaji ndio tunarudi kwenye sheria mm. kuwa ilikuwaje? Eh, sheria za kimataifa ki, kwa nini hazikufanya kazi wakati tayari saini ilisha sainiwa. Na ufadhili mkubwa wa ujenzi umekuwa mkubwa. Sasa ukirudi hapo ukitazama kuwa leo Israel anachokifanya ile West Bank ilivyo, ili tuvuruge uwepo wa taifa lijalo linaitwa la Palestina, kwa sababu ukisoma mkataba wa Oslo unasema kuwa Jerusalem Mashariki ndio itakuja kuwa mji mkuu wa taifa lijalo la Palestina. Sasa leo ilivyo kuwa ha haya makazi yanavyojengwa tuna kujengea Buguruni, tukimaliza kujenga Buguruni tunajenga Tabata, yani tunavuka eneo halafu tukijenga aaa Tabata tunaruka tunaenda kuenda kujenga labda Kimara. Tukitoka Kimara, tunakuja kujenga Kijito Nyama. Kuna maeneo kati yanaachwa yanaachwa, ili ushindwe kuchora hiyo ramani ya kuigawa nchi, nyingine unaitoa wapi? Yani kuwa ya ya wa manake huu ujenzi yani, mm. usema kuwa haya makazi ambayo hivi sasa yanakaliwa takriban na walowezi ambao wanaishi upande wa ya West Bank wako zaidi ya laki saba na elfu sabini ambao wanaishi upande wa pili yani, si kwamba labda kusema labda kwenye mpaka wetu labda ule wa, wa, wa, wa Jerusalem labda kuwa hapa kwa sababu ni magharibi na hapa ni mashariki, labda hapa na hapa tumejenga no, wamejenga hadi Hebron yani, wamejenga hadi Nazaret wamejenga, hmm. hadi miji ya mbali ambao ukihesabu kutoka Jerusalem kwenda kule zaidi ya kilometa mia hmm. na hamsini, wanaenda wanaanzisha makazi mapya ili tu kuwa, siku mtapokuja tukae, kuwa sasa hii nchi inapatikana vipi, hawa watakuwaje, tunaichora kwenye ramani gani? Kwa, ni, ni mkwamo ambao unatengenezwa kulingana na mazingira jinsi yalivyo ya kabisa. Uh, katika mazingira kama haya Rahbi, um, sasa tunaelekea wapi kwenye kutafuta suluhu ya mgogoro wa Gaza kwa sababu mazungumzo yayo ndio yanayotengenezwa <coughs> lakini yanaonekana pia anatengenezwa mazingira ya mkwamo, wakati huo Israel haachi kuendelea kuishambulia eneo la Gaza na yalipo makundi ya Hamas kwa jinsi ya mwenyewe anavyosema lakini ni mtu ambaye anaonekana kama hakamatiki. Nani sasa wa kumwangalia ama wa kulizuia ile, ikiwa hata hizo sheria za kimataifa hazifuatwi na, na nilicha kwamba inatambuliwa kwa, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa katika eneo hili la Ukingo wa Magharibi. Kabla hatujaenda kuwalaumu wa upande wa pili, tunatakiwa tuwaulize hawa ndugu wa upande mmoja kuwa nyinyi mmechukua hatua gani za kuhakikisha mnamlinda mwenzenu ili akamilishie hilo, baada ya vurugu ya 1948 ile Nakba ya kwanza. Warabu waliapa kuwa watahakikisha Palestina inarudi, kuwa haiwezekani, lazima Palestina irudi, ndio wakampa kichwa Palestina. Warabu vita ya mwaka elfu moja stina, mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba, baada ya ile vita ya siku sita izu, Warabu walikutana kwenye mkutano ambao unaitwa azimio la tatu, ulifanyika Khartum mwezi Septemba, Sudan wakaweka dhamira moja kuwa hakuna mwarabu yoyote ambaye ataanzisha uhusiano na Israeli, mazungumzo na Israeli, kuitambua Israeli mpaka Israeli itapoondoka uh, kwenye ardhi. Ndio kilipelekea wakati wa Saudi Arabia ilikata kusambaza mafuta kwa washirika wa Marekani, na ndio kuyumbisha uchumi wa dunia kwa kiwango cha hali ya juu sana. Mwaka 79 Misri ndo ilikuwa ya kwanza kujisalimisha, ikaenda ikabanwa na mikataba ile ya Camp David, ikanaswa kabisa kuwa. Leo leo ntakuambia kitu kimoja, mkataba ile nakusema ilinaswa moja ya kifungu cha mkataba wa Camp David unaitaka Misri kuwa hairuhusiwi kupeleka askari kwenye eneo la ile Suez Canal, ule mfereji, kwa sababu ule mfereji ulichukuliwa Israeli na Ufaransa walikuwa wameudhibiti. Walivyomwachia anaambia kuwa haruhusiwi kupeleka namba fulani ya askari hapa. Yani askari ambao anaruhusiwa kuwapeleka pale, hata kama kukitokea uvamizi hawezi kuilinda lile eneo, litaondoka. Kwa hiyo hiyo ni mkataba uliomfunga. Okay. Mkataba huu umemfunga haruhusiwi kusogeza wanajeshi kwenye mpaka wake wa Sinai. Yani kwenye mpaka ule wa kuja Philadelphia corridor inakuja Rafa inarudi upande wa pili wa Sinai. Hapa haruhusiwi kuleta askari wake, lakini Israeli anaingiza askari kwa hapa. Kwa hiyo tayari kuanzia Misri alishafungwa mikono, kama kusasa nasema, kabla hatujaanza kwa laumu hawa tumlaumu upande wa pili kwa sababu mengi yanayofanywa na Israeli yana ufadhili wa Marekani. Ni wiki mbili zimepita, Trump ametoka Mashariki ya Kati anasema uh, Donald Trump kuwa kiasi cha fedha tulizovuna huku ni mara kumi na nne ya fedha tulizopeleka Ukraini katika ziara ya siku tatu. Anakadiria, anasema uwekezaji ambao utafika kamili. ukiangalia zile total namba inakuonyesha kama tilioni 4.6 dola ambazo amesaini lakini yeye anasema Trump kuwa mpaka ntapoondoka itakuwa ni tilioni kumi ambazo amezivuna kwa siku tatu kutoka hapa. Sasa Israel anapokea 3.8 billion ufadhili ambao ndio unagaramikia ujenzi wa, wa walowezi kule kwa ma, anapokea kutoka kwa Marekani, ndio unaogaramia ulinzi usalama wa walowezi, ujenzi mpya wa walowezi. Sasa nani alitakiwa azibe mfereji hapa? Alikuwa anatakiwa kuziba mfereji sini huyu, kwanza aliyetoa kwanza. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa kinachotokea ujenzi mpya au unatokea hapa West Bank unafadhiliwa na Waarabu kupitia kwa mgongo wa Marekani. Nitakwambia kitu kimoja kuwa kuna kampuni moja ya Jared Kushner, huyu mku ya Donald Trump, ambaye ndio mwandishi kabisa wa ile inaitwa Abraham Accords, ndio aliandika mwaka elfu mbili na ishirini. Huyu sasa huyu bwana ana kampuni ambazo ndio sana zinashughulika na ujenzi wa haya makazi ya kule ukingo wa magharibi, lakini wanahisa wakubwa wa kampuni ya Jared, Saudi Arabia, Imarat na Qatar, hizi ndio zimewekeza zaidi kwenye kampuni ya Jared kwa ufadhili. Sasa nani anayejenga? Kwa hiyo kabla hatujaanza kuwalaumu upande wa pili, kwa nini wanafanya hivi, tuwaulize hawa ndugu wa huyu wao wenyewe wow, wow, <laughs> eh, nyinyi mmechukua hatua gani kuhakikisha huyu ndugu yenu hapatwi na haya madhila mm -hmm? au nini mnachokifadhili? Kwa hiyo kuna shida ambayo iko mbali sana. Sawa sawa. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tuko hapa tukiangalia mkwamo unaoendelea kushuhudiwa katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia ukingo wa magharibi. Mimi ni Remo Nyemehula, hii ni CHEKECHE. Utakaporejea tuendelea na sehemu ya pili ya mjadala wetu wa leo. Asante sana kwa kuendelea kusalia nasi na karibu katika mwendelezo wa kipindi cha Chekeche sehemu hii ya pili. Mimi ni Raymond Nyamehula na kwa sehemu ya leo tunaangalia mkwamo uliopo katika eneo la ukanda wa Gaza lakini pia ukingo wa Magharibi na kwa sehemu ya kwanza tumeangalia mazingira ambayo yanatengeneza mkwamo huo, na sasa tukiwa naendea na mjadala na na huu na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa Rahbi, katika haya ambayo tumeyazungumza uh, mwishoni hapa kwenye maelezo yako ulimtaja Rais wa Marekani Donald Trump akiwa kwenye ile ziara katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini hapa karibuni tumesikia pia akizungumza na waandishi wa habari kule Washington na akisema kwamba sasa yale mazungumzo ambayo amekuwa na yeye pia na, na mkono wake kutaka ku, uh, kusitisha mapigano katika eneo la ukanda wa Gaza, mazungumzo ambayo yanahusu Israel pamoja na kundi la wapiganaji wa Hamas, anasema ya kwamba yanakaribia ukingoni na pengine tutarajia hicho kinacho una imani ambacho kimekuwa kinasubiriwa. Kwenye hili nimeyaweka hamsini mm hamsini, kwa sababu tu ya aina ya mazungumzo yalivyo. Haya ni mazungumzo au anaweza kusema kuwa haya ni makubaliano yenye mtego sana. mm -hmm. Ndani yake kwa nini? Ukitazama vifungu vilivyowekwa kwenye haya ni, ni mtego ambao uh, mimi na wewe tuliwahi kujadili hapa mwaka jana mwezi wa tano, na kumbuka kulikuwa kuna makubaliano ambayo hayana tofauti sana na haya yalipelekwa kwa, kwa Hamas mwezi wa tano ambayo yalipelekwa hata Umoja wa Mataifa ambalo lilikuwa ni wazo la Biden kama unakumbuka mm. Biden alisema ha, anasema haya ni maazimio yameokubaliwa na Israeli mm. na mimi nayaleta, nataka Hamas wayakubali, unakumbuka mm. tulijadili hapa mm. Sasa haya ni design hiyo hiyo kidogo, ndani yake kuna mtego ambapo kuwa kila mmoja anamtega mwenzake kuwa huyu akikubali hili nalikataa hmm. Pengine kwa faida mtazamaji kwa, hmm. kwa uchache tu nimtajie baadhi ya vitu ambavyo uh, Rais Trump kwenye hiyo hotuba yake alivizungumza ali, ali mbele ya waandishi wa habari, anasema kwamba kuna swala la kusitisha mapigano kwa siku sitini, sitini lakini pia kuna Hamas kuachia mateka ishirini na wanane wakiwa hai ama wamekufa Kumbaya. na hii ni katika wiki ya kwanza mm. Mm, lakini pia mateka 28 e 28 mm -hmm. Baada ya hapo kuna mateka 30 waliosalia ambao wataachiwa huru tu usitishaji wa kudumu wa mapigano utakapokuwa umeanza, lakini ba zaidi ya hapo kuna zaidi ya wafungwa elfu moja wa Kipalestina na wenyewe wataachiwa, lakini pia misaada ya kibinadamu itatumwa Gaza kupitia Umoja wa Mataifa na mashirika mengine. Haya ni baadhi ya makubaliano. Hakuna kifungu cha usitishaji wa vita <laughs> ambacho kimewekwa hapo, hakuna warrant ya kuwa tutaacha kuwashambulia hata wakati okay wa usitishaji mm -hmm. Hakuna kitu kama hicho ambacho kimezungumzwa. Sasa nakwambia, haya ni mazungumzo ya mtego. mm -hmm. Mwaka jana ilikuwa hivi hivi. Sasa Hamas walikuwa na sharti moja ambalo liliweka mwaka jana kuwa wanasema sisi, usitishaji wa vita utatokea tu pale Israeli itapoondoa vikosi vyote. Sasa Netanyahu akaweka kichwani kuwa mm -hmm. hawa hawataweza kusitisha vita mpaka sisi tutapoondoka rasmi tutapothibitisha kuondoka rasmi. Kwa hiyo alikubaliana na makubaliano ya Joe Biden wakati huo kuwa kwa sababu kifungu kilichokuepo ni usitishaji wa muda ambao Hamas walikuwa hawautaki. Mm-hmm. Hamas walivyochungulia wakaona kuna usitishaji wa muda. Wakapiga hesabu za siasa ya ndani ya Israeli ilivyokuwa imevurugika na vile walikuwa wanamsubiri Netanyahu, hata kwa usitishaji wa mwezi mmoja ungeangusha serikali. Hamas wakakubali. Mm-hmm. Baada ya Hamas kukubali, Israeli wakakataa, wakasema hakuna, wakaingia Rafah. Kwa hiyo haya yamekaa kwenye mtego huo, kwa sababu huu mtego uko hivi. Netanyahu ameweka mtego wa kuwa no warrant ya kusimamisha vita. Mm -hmm. Yani kuwa hatutaki kwa sababu anafahamu kabisa kuwa huu ni mtego ambao Hamas wataukataa. Kwa sababu Hamas wanachotaka ni hakikisho la kuwa vita itakwisha. Lakini katika hili kuna option mbili ambazo zinatoa kuwa tunatoa mateka 18, yani kumi walio hai na 18, tunatoa 28 jumla. Mm -hmm. 18 ambao walikwisha kufariki, 10 walio hai katika kipindi cha siku 60 lakini tuna thelathini hmm, waliobaki. Sasa Hamas wanaweza wakatumia turufu ya mwisho kuwa hawa waliobaki ni turufu ya mwisho right. Lakini tunaweza tukaamua tuka kukubali kwa sababu ya tupate kupumzika, watu wapate chakula, watu wapokee misaada ingie ndani ya siku sitini, hmm, lakini wakati wa sisi tuna mtaji mdogo waliobaki, ambao ndio tunaweza kusema labda last card unakuwa nayo hmm, ile ya mwisho. Sasa katika hili kuna mtego wa pili ambao unakuja upande wa pili wa Israeli hmm, kuwa wale washirika wake wa muungano hawataki usitishaji hata wa wiki moja, kwa sababu unarudisha nyuma plani yao ambayo wameizungumza wazi kuwa, sisi mateka sio kitu muhimu kwetu. Na Netanyahu amezungumza kuwa kila vita ina malengo malengo, mm, makubwa ni Hamas sio mateka. Kwa hiyo haijalishi watakufa, hawajafa. Kwa hiyo hilo lipo upande wao. Sasa ikiwa Hamas watakubaliana na hili la kusema okay, sawa, angalau tutasitisha kwa hili kwa siku sitini, Netanyahu ataanza kupambana na watu wake kwa upande wa pili. Kwa hiyo ukilitazama hili, imekaa kama ni mtego kwa pande zote mbili, wanategana kuwa mimi sikupi garantia ya kuwa nitasitisha machafuko. Lakini kitachotokea kunaweza wakasaini makubaliano, halafu katikati ya makubaliano, baada ya Netanyahu kuhisi wenzake wamemkalia kooni na tishio la kumwangusha, hmm. akatafuta sababu ya kusema kuwa tumeona wanajikusanya tena, akaanzisha machafuko, kwa sababu tuna mkataba kama huu uko Lebanoni ambao ulisainiwa mwezi Septemba, nadhani ilikuwa Novemba mwaka jana, mm -hmm. tarehe 19 Novemba walisaini mkataba wa Lebanoni na Hizbila, lakini tunazungumza mpaka leo Israeli inafanya mashambulizi Lebanoni na inaua Lebanoni. Kwa hiyo anaweza kusaini hayo makubaliano hali ya kuwa akaendeleza kile anachokiendeza. Kwa hiyo mm -hmm. Hamas ndio mara nyingi wanasema wana, wana, wana kuwa tunasisitiza tunataka garanti mm -hmm. ya usalama wetu katikati ya makubaliano mm -hmm. tunataka garantii ya kuto kushambuliana yaani ya kuto kutushambulia tena baada ya hili kuisha. Lakini kuna kitu ambacho kilitoka, unajua, kwenye awamu ya kwanza baadhi ya mateka zaidi ya 38 ambao waliachiliwa kwenye hii awamu iliyopita ya Januari tayari wamekucha kukamatwa tena, ambao wa upande wa pili wa Palestina wamekamatwa, wamerudishwa upande wa Israeli. Kwa hiyo wanasisitiza kwenye hili kuwa kama mtu akishaachiliwa kwenye haya makubaliano ni mafuku kumkamata tena na kumrudisha upande wa pili, kwa hiyo hofu ni ukiukwaji mm -hmm. Lakini na yaweka hamsini hamsini kuwa Hamas wanaweza kukubali e, au pia kama watakataa watakataa kwa sababu ya kifungu kuwa hayatoi uhakika wa, wow, wao, wa usalama wao mm -hmm. Na yanazidi kuchukua mtaji wao manake mtaji wao pekee ni, ni mateka, lakini katika hilo katika, katika rabi wapo wengine ambao wanasema kwamba ni heri yao wapiganaji wa Hamas wakakubaliana na ya masharti, kwa sababu endapo wataendelea <coughs> kuwa wanaweka tuseme, wanakaza misuli bado wataendelea kuwawa ku, wataendelea kuumizwa kwa sababu Israel ana majeshi ya kutosha yenye nguvu ukilinganisha na wapiganaji wa Hamas, wataendelea kupoteza kama hakupi garanti kuwa hata ukiwaachia watu wangu si tuache kukushambulia. Ndio hicho kinachotokea, kwa sababu kauli hizi zimetoka upande wa pili kuwa hata tukipata mateka wote bado tutaendelea kuwashambulia. Kwa hiyo wanaona kuwa kama hakuna lolote anayeweza kulimaliza hili ni mfadhili mkuu. Umeona kuwa kulikuwa kuna blockade ya ya misaada hmm. Karibu siku mia na kitu yani, zimekwenda karibu miezi mi, mitatu inakwenda, hakuna misaada ina, ina, inaingia hasa shinikizo lililotoka nje kwa washirika, kwa sababu hivi karibuni kumekuwa na kauli tofauti. Umesikia Ufaransa wametoa kauli, Kanada wametoa kauli, Uingereza Dio. Uingereza kumekuwa na shinikizo kubwa sana la ndani wanasheria wa Uingereza zaidi ya mia nane walisaini barua kupeleka kwa Stama, lakini waandishi wa habari e, watu maarufu wameandika sana kuwa kwa nini Uingereza mpaka wanasheria wa Uingereza wameenda kuishtaki Uingereza mm -hmm. kwenye mahakama kwa sababu Uingereza iliwaambia haipeleke silaha Israel, lakini kumbe uchunguzi umeonekana kuwa Uingereza bado anapeleka silaha na ndege zake zinafanya ujasusi kwenye maeneo yote. Kwa hiyo kuna shinikizo la nje mm -hmm. kwa, kwa, kwa nini misaada ya hata Macron alivyokuwa jana Singapore amezungumza kuwa Ufaransa inaangalia kuweka vikwazo kwa Israel. Kwa hiyo kuna presha ambayo inatoka nje. Sasa hii presha tu sio kuwa inaisukuma Israel, lakini inamsukuma na Marekani ambaye kuwa ndio mfadhili mkuu wa hili mm, yani kuwa Marekani akimwambia Israel kesho yamekwisha, yamekwisha. Hawezi akafanya lolote na yatakwisha. Na ndio maana jana Trump alivyokuwa anaongea na wanahabari, anasema tuko karibu sana kufikia kwenye makubaliano ya Israel na Hamas, lakini tuko karibu sana kufikia makubaliano ya Iran na, mm. na Marekani mm. alitaja hivi vitu vile ambao viko karibu zaidi sasa sera iliyopo ya right wing sio hiyo. Ikiwa Trump atalazimisha kumlazimisha Netanyahu amalize hili, anamletea ugomvi Netanyahu tena mpya ndani ya Israel, Israel. Ndio maana kunakuwa na mambo ambayo mpaka unakaa unajiuliza shida iko wapi? Shida sio mateka, kwa sababu tukisema shida ni mateka, West Bank watu wamehamishwa, West Bank watu wamekufa, na West Bank watu wamekamatwa. Ukingo wa magharibi kule mm. hamna mateka hata mmoja na wala hamasi hawapo. mm -hmm. Sasa shida ni nini? mm -hmm. Kwao shida ni vitu vingi ambavyo vinachanganya hii stori kamili katikati mm. mm. kati ya mazingira kama haya Rahbi, uh, mwelekeo mzuri utakuwa ni upi kwa kuzingatia dhana zote za kiuchambuzi ambazo mnazifanya na namna ambavyo mnaona mwenendo wa Israel uh, Marekani lakini pia Hamas ambao wote kwenye mazungumzo hayo naonekana ni watu ambao wenye tija na kulimaliza hili. Ni kile ambacho huwa nakuambia mara nyingi kuwa haiwezi kuja kupatikana amani Mashariki ya Kati kama hakuto kuja kuwepo na dola inaitwa Palestine. Huwezi leo kumaliza jamii nzima ya watu wa Palestina huku ukingo wa Magharibi wanafika milioni nne na kitu waliopo huku uh, huku wanafika milioni nne milioni tano mm -hmm. Huku walioko ni milioni mbili na kitu. Hawa watu milioni sita unawapeleka wapi? Waliopo nje ni zaidi ya milioni saba Wapalestina. Tuseme kuwa unataka uue kabisa kitu kinaitwa nchi yao, wanaenda mm -hmm. kuishi wapi? Labda ufanye ethnic cleans, uwamalize wote, uwaue halafu tengeneza nchi ikiwa na bidivu, lakini hakuna lolote. Jambo jingine, Prince mm -hmm. Faisal bin Farhan, waziri wa kigeni wa Saudi Arabia atatembelea West Bank hmm. leo na kesho atakuwa West Bank kwa mara ya kwanza, yote ni katika ile kutaka kuonyesha kuwa tuna njia gani ya kuanzisha taifa la Palestina kama alivyozungumza Macron pia akiwa Singapore, anasema kuwa hakuna suluhu ya hili. Anasema swala la uwepo wa, wa Palestini sio hitaji la mtu, ni la, yani ni suluhu ya kudumu ambayo itapatikana. Kwa hiyo hakuna shortcut ya kumaliza huu mzozo, kwa sababu kama mzozo unge, ungekuwa unamalizika rei tuna miaka 67 kwenye huu mzozo, hauishi na haonekani kuisha. Kuwa ni lazima kuwepo na dola inaitwa Palestine ili kila mtu akae kwenye sehemu yake, halafu kila mtu atulie, lakini mm, vinginevyo hakuna shortcut. Mazingira ya, sasa yanaruhusu kuifikia ile dola ya, yanaruhusu kwa sababu tunaangalia mbona nchi zingine zimeanzishwaje. Mm, nchi nyingine zimeanzishwa kwa, kwa watu wengi kut, kut, kutathmini kwa sababu leo tukiangalia kuwa UN ambayo ina memba 193 official wale, na ukijumlisha na nchi vingine na visiwa zaidi ya 200 hmm, zaidi ya 157 wote wanaunga mkono kinachoitwa Palestine. Kwa hiyo unaona ni idadi ndogo. Kwani namba hazitudanganyi? Kwa nini hatutaki kufikia hapo kuwa hili nalo tulimalize, kuwa hawa watu waishi kwenye eneo lao, kwa sababu ile asilimia 45 nilikwambia walipewa hivi sasa, wako chini ya asilimia 22, na hiyo 22 hawatakii kukaa wanatakiwa waondolewe sasa tunapeleka wapi hii jamii nzima ya watu milioni sita na kitu waende kukaa wapi? Mm. Au ndio kusema kile kuwa unajua kuna taarifa ya Donald Trump kuitambua Somaliland mm, hivi karibuni na hili limezungumzwa kabisa na rais wa Somaliland Abdullah akiwa anaongea na The Guardian, anasema kuwa ni karibuni Donald Trump. Kwa hiyo kuna lile lengo la kusema unawahamisha watu wa Ghaza unawapeleka Somaliland wakakae. Wiki jana, wiki mbili zilizopita, tuliambiwa kuwa wana mpango wa kuwahamisha wapelekwe Libya labda hilo mnataka kulilazimisha kuwa hii sasa ifutwe kabisa kitu kinaitwa Palestine. Hmm. Lakini hiki kufutwa kwake kitakuwa ni, ni, ni, ni, yani, ni tukio kubwa ambalo kuwa itakuwa ni aibu kubwa sana kwa dunia. Hmm. Ikiwa kuwa tunaweza tukaifuta jamii nzima ya watu tu kwa sababu ya kuridhisha upande mmoja. Ipo imani kwamba kwa mwenendo kwa wa rais Trump ni kama safarii, anapokuja anapo kwenye ingo yake ya mwisho ya hii miaka ya yake minne, ni kama anatamani anatamaniii migogoro mingi itengeneze historia kwamba imemalizwa chini ya uongozi wake, anaifikia hiyo ndoto Ah, nadhani kuna wakati anaonyesha hivyo, lakini kuna wakati unamuona kama hayupo kwenye njia, halafu kuna wakati unamuhisi kama anachoka uh, kwa sababu ukimwangalia swala la Urusi na Ukraine unaona kama pumzi imeanza kukata baada ya kujaribu kuwaweka, naona huyu anaruka, ukimrudisha huyu anaruka, huyu anaanzisha hili, unamfokea huyu, unamrudisha huyu, yule ulikuwa unamuona mtukutu ametulia, halafu upande wa pili ulikuwa unamsifia naye amerudi, kwa hiyo unaona kama hivyo. Trump na Marekani yake huo uwezo wanao kumaliza kama swala la Mashariki ya Kati hmm. Lakini pia litakuwa na, na, na kazi kubwa sana kutokana na, na ushawishi mkubwa wa Israeli ndani ya, ya, ya Marekani. Wakati marekani wakati Donald Trump alivyoenda kufanya mazungumzo na Irani ya, ya, ya nyuklia, mm, na kuwaacha Israeli vyombo vya habari hata wa Israeli baadhi ya viongozi wa Israeli walisema kuwa hawezi kutimiza lolote bila sisi, kwa sababu wanaamini kuwa Donald Trump ili afikie makubaliano na Iran lazima akae kwenye Senati. Wanasema nguvu ya Senati ya kwetu ni kubwa kuzidi ya Donald Trump. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa ushawishi wao ulivyokuwa linawezaje, mm. Kwa hiyo Trump anaweza kutaka kujaribu kwenda na ndio maana kuna wakati unaona kuna maamuzi Trump anayafanya, anakuwa ni ghafla. Hata kwa Israel inaonekana kama Trump anawazunguka, pia anafanya mambo ya kimya kimya, anakuja anawastukiza, surprise tu kuwa kuna kitu kinaendelea, na wenyewe wanapigwa na dua. Ah, wa ulianza lini, hili hili limetokea, unaona vitu vinakuwa ghafla, ghafla. kwa hiyo ndani ya Israeli linaweza likatokea kwa nguvu ya Trump. Yani Trump, ikiwa Marekani itaamua hmm. Hili linatoka kwa sababu mfadhili mkuu ni Marekani. Marekani ikikata basi yule anakubali. Sawa sawa. Ibrahim Rahbi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako, naam. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, tumekuwa naye hapa tukiangalia mkwamo unaoendelea kushuhudiwa katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia uh, ukingo wa Magharibi, maeneo ambayo yamekuwa na mzozo, lakini jitihada zinaendelea, mazungumzo yanafanyika, ila bado inaonekana kuna hali ambayo pengine kuifikia ile hatma inayotarajiwa imekuwa inachukua muda kwa kadri ambavyo inashuhudiwa. Mimi ni Raymond Nyamehula, asante sana kwa kuwa nasi katika CHEKECHE. Tukutane katika uchambuzi mwingine wa siasa na diplomasia za kimataifa, na endelea kuitazama UTV.